25 Simba. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kusimama hapa mbele yenu kwa mara ya kwanza nikiwa afisa mtendaji mkuu. Na nashukuru tumepua na mwaka wa mafanikio, wana Simba tujipigie makofi. Kwa hayo yote ningeanza ku hotuba uh, yangu kwa kuelezea mafanikio ambayo tumeyapata kwa pamoja aa 24 na 25 ambapo tulimaliza msimu huu kwa mafanikio makubwa ukilinganisha na msimu wa mwaka 23, 24 ambapo tulikuwa tumemaliza katika nafasi ya tatu katika ligi ya Tanzania, lakini kwa kipekee kabisa kwa msimu wa mwaka 24, 25 tuliweza kushika nafasi ya pili, lakini vilevile kuweza kufika katika fainali ya kombe la shirikisho Simba yamefanikiwa kwa sababu Simba ina falsafa yake ya nguvu moja, na ni matarajio yetu kwamba katika kuelekea katika dira yetu ya kuwa kilabu bora Afrika, tutasimama pamoja, kwa maana tumevuka mito, milima na mabonde pamoja na mpaka tuko hapa leo, tukiwa katika mkutano huu, tumesimama imara kuliko jana. Simba Mafanikio hayo yote tuliyoyapata katika msimu uliopita ni mwendelezo wa mshikamano wa viongozi wetu, wanachama, mashabiki na taasisi nzima ya Simba Sports Club. Takwimu za shirikisho la soka la Afrika linadhihirisha jinsi safari hii ilivyo karibu, kwa kuwa kwa mfululizo klabu yetu imeweka rekodi ya kuwa katika vilabu bora kumi Afrika ambapo kwa takwimu za mpaka sasa klabu yetu ipo nafasi ya tano ya klabu bora Afrika. Simba, tunafahamu kuwa pamoja na malengo hayo matamanio na matarajio ya Simba si kuwa kwenye rekodi ya vitabu kwa nafasi yake na ushawishi wake, bali ni kuhakikisha mikakati yetu, maono yetu na mipango yetu ni katika kurejea kuwa vinara wa ligi ya Tanzania kama ilivyo desturi ya wa timu ya wanawake, mafanikio yake yameendelea kuonekana dhahiri. Ingawa kwa msimu uliopita tulishika nafasi ya pili ya ligi kuu ya wanawake, lakini kwa kipekee kabisa ushiriki wake katika michuano ya ndani katika ligi ya wanawake na michuano ya kimataifa umekufanya timu yetu ya wanawake kuvutia wawekezaji na wadhamini zaidi. Na kwa kipekee kabisa mwaka huu tumeweza ya mkataba wa kiasi cha shilingi milioni mia mbili kutoka MTL kutokana na mafanikio ya Simba Sports Club Queens, tujipigie makofi. Lakini vilevile, kwa upande wa timu ya vijana, kwao umekuwa ni msimu wa mafanikio, na imeonesha ni kwa kiwango gani tumeweza kujikita katika dhamira ya kuendeleza soka hasa kwa upande wa vijana na hayo yameonekana kutokana na ushiriki wa watoto wetu katika timu e, ya under 20 na under 17 ambao wako katika senior team wakiongozwa na goalkeeper Alexander Erasto Usen Begu na kiungo Bashir. Hii haijawahi kutokea, na hivi ni vipaji ambavyo tuko tayari kuviendeleza na tunafanya kazi zaidi kuhakikisha basi maendeleo ya soka la vijana kwa upande wa Simba Sports Club yanafanikiwa kwa kiwango kikubwa. Simba kwa upande wa miundombinu na uwekezaji, kwa kipekee kwa mwaka 2024/2025 klabu yetu chini ya bodi ya wa wakurugenzi imefanikiwa kukarabati, kuuendeleza na kuusimamia uwanja wetu wa Mo, eh, Bunju Arena, sorry Bunju Mo Arena ambao kwa kiwango kikubwa wote tumekuwa mashahidi katika misimu yote iliyopita tulikuwa tuna ama ama viwanja kwa ajili ya kufanya training na maandalizi ya mechi mbalimbali mbali, lakini toka msimu huu umeanza na msimu uliopita tumehakikisha huko katika kiwango na kwa kipekee, ni mshukuru mwenyekiti wetu wa klabu ambaye amekuwa mstari wa mbele kusimamia maendelezo na ukarabati wa uwanja ule pamoja na rais wa klabu, ambapo mpaka sasa toka msimu umeanza yetu inafanya mazoezi yake na session zake pale kwa usalama na uhakika, tujipongeze kwa hilo. Lakini dhamira yetu kuu ni kuhakikisha uwanja huu unakidhi mahitaji ya awali ya kimiundo mbinu ili kuwezesha sasa, um, timu zetu zote za wanawake na vijana kuweza kucheza michezo yake ya ligi zake katika uwanja huu kwa kuimarisha baadhi ya maeneo na kuweka miundombinu ambayo itaruhusu kuwa na mashabiki katika mechi hizo. Kwa upande wa biashara na masoko, kwa mwaka huu na mwaka uliopita, tumeweka rekodi ya kipekee, ambapo kwa kipekee tumeweza kupata kiasi cha shilingi milioni 8 za kitanzania katika uthamini wa klabu yetu. Hii ni historia ambayo itakumbukwa kwa mafanikio makubwa kwa upande wa mdhamini mkuu Betway pamoja na mzabuni wa vifaa vyetu vya klabu Beirut Investment Company, kwa mwaka uliopita waliweza kupandisha thamani ya klabu yetu, na tumeweza kupata vifaa ambavyo kwa mara ya kwanza vimezingatia ubora, thamani ya soko, na kuweza pia kuihusisha e, e, chapa ya Diadora katika e, ushirikiano huo Simba na kwa upande wa masoko tumeweza kuimarisha udhamini wetu kutoka katika METL Group of Companies chini ya makampuni ya ya kampuni zake tanzu na zake za Mokola Simbawit Moe Assurance na kupitia MO Foundation ambao kwa kiwango kikubwa tumeshirikiana nao katika masuala ya wajibu kwa jamii yaani CSR lakini vilevile tumeweza kuimarisha mahusiano yetu pamoja na kampuni ambazo tumekuwa tukishirikiana nazo ikiwemo Premium Mobile Solutions yani PMS ambao wamekuwa ni washirika wetu wakuu katika Simba Mastori na Simba mabando, lakini vile vile kuendeleza ushirikiano e, pamoja na shirika la ndege la Tanzania ATCL, Azam TV, Serengeti Breweries lakini na makampuni ya simu Vodacom, Yas pamoja na benki washirika ambao ni CRDB, NMB, Equity Bank, Azania, NBC pamoja na benki nyingine, tujipigie makofi. Kwa hiyo ndugu wanachama, kwa kipekee kabisa na kwa moyo wa dhati naomba niwashukuru kwa kujitoa kwenu, kwa maana kwa kipekee letu la 17 la Simba Day lilivunja rekodi ya kimapato. Tulikusanya kiasi cha shilingi milioni 660 kwa viingilio vyenu, lakini vilevile vile tulipata dhamini vile vile wali za takribani milioni 400 4, lakini vilevile asilimia 90 ya waliojitokeza katika tamasha hili walikuwa wamevaa jezi za msimu mpya. Kwa kipekee mmetuheshimisha. na kwa kipekee kabisa mwenyekiti na ndugu wanachama mwakani tunaelekea katika kumbukumbu kumbu ya miaka tisini toka kuzaliwa kwa Simba Sports Club na tamasha hili tutaliita Simba at 90 na matukio yote yataratibiwa vizuri na litakuwa tamasha kubwa ambalo halijawahi kutokea Simba kwa upande wa wanachama, bodi ya wakurugenzi imefanya jitihada nyingi za kuhakikisha michakato yote ya kitaasisi na kikatiba inafanyika, ili sasa tuweze kulirasimisha rasmi zoezi la uandikishaji wa wanachama. Tumeandaa mifumo tayari na tuko katika hatua za mwisho, ili kuweza kuzindua na kuwawezesha wanachama wetu kuweza kushiriki katika mchakato wa kuwa na maendeleo ya kidijitali hasa hasa katika wanachama pamoja na malipo, lakini vile vile kwa kupitia programu ambayo tutakuja kuianzisha na kuizindua ya Simba Pesa ambayo itawawezesha wanachama kufanya malipo ya bidhaa mbalimbali na huduma mbalimbali kupitia simu ganja na simu za mkononi. Simba, changamoto: sote kwa pamoja tumepitia changamoto za kitaasisi na kiufundi kita ambazo tumeendelea kuzifanyia kazi na kuziba mianya yote, ikiwemo kupokea maoni, ushauri na kufanyia kazi changamoto hizo. Nimalizie kwa kusema vilabu vyote vikubwa duniani hukumbwa na changamoto za mpito. Kinachotofautisha sisi na vilabu vingine katika muda wa changamoto ni kubebwa na bondi ya uaminifu, mshikamano uliojengwa toka vizazi hata vizazi. Katika nyakati ngumu tumesimama pamoja, na katika nyakati njema tumesimama imara pamoja. Tumejifunza, tumesikia na tunajisahihisha ili kukabiliana na changamoto, changamoto hizo kwa pamoja. Kwa heshima kubwa, napenda kuwashukuru wanachama wote wanasimba pamoja na viongozi wa Simba Sports Club kwa kuendelea kuunga mkono shughuli za klabu yetu na kwa mapenzi ya dhati mnayoendelea kuonyesha kila kukicha. Niwatakie kila laheri katika mchezo wetu wa leo ambao tunacheza mali, na amini Mwenyezi Mungu atakujalia eri ili tuweze kushinda kwa kishindo. Asanteni kwa kunisikiliza.